Watu wengi wanaumia kwa sababu wanataka maisha yafuate kasi yao, lakini ukweli ni kwamba maisha yana kasi yake. Kitu cha kukumbuka ni hiki: uwezi kushindana na maisha, lakini unaweza kuyaongoza. Jifunze kustahimili, jifunze kutulia, jifunze kukubali hatua ndogo, kwa sababu wakati mwingine hatua ndogo ndizo zinazoleta maendeleo makubwa kuliko ulivyowaza. Usikate tamaa kama leo huoni matokeo. Sio kwamba haufanyi vizuri, ni kwamba muda wako haujafika, lakini unakuja. Katika dunia ambayo kila mtu anakimbia, kuna siri moja ambayo watu wengi hawajawahi kuielewa, siri ambayo inaweza kubadilisha maisha yako leo, si kesho, leo. Kabla hatujaanza, bonyeza kitufe cha subscribe ili usikose video nyingine ya kukuinua, kukutia moyo na kukupa fursa mpya kila siku. Wewe, kusubscribe kwako ndicho kinachotupa nguvu ya kuendelea kufanya kazi hii kubwa. Leo nataka nikuambie kitu ambacho pengine hakijawahi kuambiwa na mtu yoyote: usipigane na maisha, jifunze kutembea nayo. Watu wengi wanaishi kwa maumivu kwa sababu wanataka maisha yafuate kasi yao. Wanataka leo waamke wakiwa wamefanikiwa, wanataka leo waamke wakiwa hawana madeni, wanataka leo waamke wakiwa wamepona majeraha ya moyo. Lakini ukweli ni huu, maisha yana kasi yake na kamwe hayaendi kwa presha ya mwanadamu. Hakuna kilicho kizuri ambacho hakichukui muda. Unapochelewa kufanikiwa haimaanishi wewe ni mbaya, ina maana unajengwa kuwa imara zaidi ya unavyofikiri. Unapopuuzwa leo haimaanishi huna thamani, ina maana wakati wako wa kung'aa haujafika. Kumbuka hili, kila hatua ndogo unayochukua leo, hata kama ni kusoma kitabu, kufanya maombi au kushika shilingi moja kwa akiba, ni msingi wa mafanikio makubwa yajayo. Usikate tamaa, njia unayopita ni ngumu kwa sababu ushindi unaokuja ni mkubwa kuliko ulivyoomba. Endelea kutembea na maisha, mwisho wake utajishangaa mwenyewe.